Ndio so, mshairi amesema maisha yangu mimi na wewe ni kama lile povu la sabuni lililopulizwa hewani alafu likapasuka lisiache chochote, lakini kwa upande wa Sifa mimi niwakishie jambo linaloiona. Amekufa Sifa mwili kabisa, lakini Sifa jina amen. Sifa nafsi amen. Sifa roho amen wililinga oni longa dani than... hasho trive hey. Lakini Sifa kama jina lake, shida sio umri Shida unafanya ni. Naam. Naam. Kuzeka sio shida. Kabisa. Shida wa kurota. Eh, unaishije? Mm. wa Ndio. Mungu akubariki sana umetu umetuheshimisha. Amen. Sasa kwenye familia yetu hili ni tukio la kawaida. Mimi sitashtuka sana. Mimi nachwashukuru kikubwa. Sifa nimemzaa na Beatrice. Lakini mambo mengi malezi yake mmemlea nyinyi nyote kwa umoja wenu. Sasa Sifa sidi yake moja kwa sababu ya kuwa jasiri na kutopenda kusema uongo kweli. Alitengeneza utamaduni wa kuwa karibu sana na mimi. Naam. Sasa nikawa bahati mbaya nikamwambukiza ulemavu mmoja. Watu wengi wanafikia mambo ya ajabu wala nini Mnao nikumbuka kwa sababu ukisemea kuingia ile ukisema ndani. Jamani, mnao kumbuka ujana wangu. Kuna mtu asiyejua kwa mimi nimebadilika vizuri sana mashairi. Ah, naimba mashairi karibu kwa lugha zaidi ya tano. Aha. Sasa Sifa ukaa karibu na mimi ni mtia ni mjengea kile kipoa cha kutunga mashairi. Alikuwa anaweza. Kwa kusaidiwa kule shuleni akaanza saidiana na Mamu Judas. Mm. Kwa hiyo Sifa akiwa shu, anasoma shule kata aliweza kuongoza mkoa kwenda kwenye semina ya na semina ya Femina Dar es Salaam ambayo ilikuwa ni Femina Tanzania na Femina International. Mm. Just imagine shule ziko za sijui academic si, academic academy sijui international sijui nini, mtoto kutoka shule kata akapita kuwakilisha mkoa No. Sio kazi ndogo kabisa. Sasa nimelia sana, nikalia, lakini baadaye nikagundua niko nafanya kosa. Kama mimi ambaye kwenye familia ndio mkubwa ninakaa kulialia, hawa wadogo wanala tu, wafariji. Ndio maana dada yangu mwalume na kushukuru sana mwalume amegundua tatizo, niko na tatizo pale la kiafya, akashauri haraka haraka, ndio mkono unapogea pogea maji na pogea maji, pressure ikashuka mapigo akarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo aliyekuwa toe neno kwa ajili ili tusiwacheleweshe. Nikaona ili toe mimi katika wakati huu ambao ni adhimu na adhimu. Sasa kwa kumalizia kicho nani kicho disawishi na kulitia nguvu ni shairi moja la Kiingereza. Nitalio nitaliimba alafu nitalitafsiri. Ni mistari miwili tu. Kwa sababu kuja kukumbuka kupita pita, yani kichwani yanapita mashairi. Hii habari ya sifa si wengine wanasema wewe ni mwanaharakati wewe ni mwanamapinduzi sifa yeye ni mshairi. Sasa shairi linaelezeka vizuri sasa mshairi amesema maisha yangu mimi na wewe ni kama lile povu la sabuni lililopulizwa hewani alafu likapasuka nisiache chochote lakini kwa upande wa sifa mimi niwachie jambo linaloiona amekufa sifa mwili

anasema wali wa, wa, wali wa, wa, wa, msibani ni mtamu hasa kama ujafiu. Sasa hiyo wali naura naomba tuongeze siku nyingine moja, nataka tuanue kesho. Jamani, si wachosheni ngamba gengi si mabaki mchungaji wote anga kwa wakati wa wote peke yetu, asanteni sana. Ine, ina unaweza ukachanganyikiwa. Pia naomba niseme ukweli, ni nishukuru kwanza mchungaji ambaye tumpokea usiku. Baba nakushukuru sana kwa kumlea mwanetu vizuri. Kini pia naoma niseme sisi kama familia ya Gaspari Daudi anakuzaliwa dada yetu, na kwetu, dada yetu ndo wa kwanza dada. Katu waishio Kahama alikuwa amini, ameishi hapa ya mtuko na wengine walijua kwamba dada katu ni mtoto wa Bonaventura, kumbe hamna. Kwa hiyo sisi tuishaamini familia moja, lakini Sifa kama jina lake, shida sio umri, shida unafanya nini? Naam. kuzeka sio shida, shida wa kurota eh, unaishije mm. Dada Sifa, Mungu akubariki sana umetu, umetuheshimisha. Amen. Naomba niseme fuata sisi wana familia tumepata hii msiba eh, um, kwa mshtuko um, mkubwa, lakini pia sisi tulishajua kuna mambo yalikuwa yanasema na ki, kimsingi tulikuwa tunafuatilia sana. Kwa hiyo kama ni swala ya kujua msiba, kidogo tulianza ku, kuwa na uvumilivu na dada. Tulikubaliana akiwa Dar es Salaam, dada, vuta upepo, haya maisha hatujui kama dada huu eh, huyu atapona. Ili pia tuwashukuru wale wote ambao mnaendelea kutombea na mchungaji, naomba niseme na niseme pengine kinyama mtu mtuingantrumara Sifa angelikufa mapema kama asingekuwa mchungaji. Ni kweli ametumia hila ndefu sana kweli, na sisi huku tunaendelea kumshukuru mchungaji kwa moyo wake Haleluya. Na sisi kama wanafamilia tumeamua kutenga kile kidogo, namba moja, mchungaji endelea kutombea, na mimi ni kuahidi kwaidi, kwa sababu napita, napita Morogoro, naendaga Dar es Salaam, kwa takuja kuombea na kuja rili ni saa ngapi, huwezi jua hata Sifa anataka kuwaleta huko ikagoma. Kwa hiyo muda wote naweza nikapita. Mwisho mimi huwa nafahamu Ifakara hii ile njia ambayo sijui vizuri. Naomba niseme, mchungaji endelea kutuombea na huu msiba uishe salama, la sivyo unaweza kujikuta mtu huyu ameenda huku na huyu ameenda. Sasa juu ya hao wachungaji, naomba endelea kutuombea ili ujenge mahusiano na watu na sisi tuko vizuri na na, na, na, na hao watu lakini pia Sifa kupitia mtandaoni kupitia E, mambo yako naendelea sasa. Mungu akubariki mwanangu, na naomba nikabidhi rambirambi ya shemeji, na Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa tulipo tunaye mwenyekiti wa maendeleo ya kata, mheshimiwa diwani wetu, tafadhali ni mwombe Mheshimiwa uweze walau tu dakika hii usalimie, wajua kwamba walau tu hata salamu za serikali. Dakika moja. Karibuni mheshimiwa. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana yeah, Yesu asifiwe. Amina. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayotujalia hasa hasa, hata pumzi tunayovuta ni ya Mungu, lakini hata nafasi ya kutupa kuja hapa ni Mungu. Piga makofi makubwa kwa Mwenyezi Mungu lakini nitumie nafasi hii kwanza wapa pole wanafamilia, wanafamilia, poleni sana. Mimi familia hii ni friend kabisa, hata ukimuuliza mzee Bone, ukimuuliza mzee Sarapi, tuko kidole kimoja na mama hapa ni kidole kimoja. Kwa hiyo ninasema wanafamilia pole, pole, pole, pole sana. Huu msiba ni mkubwa, na numunyambo nagamba ati urufutu rumanyiwa turumanyirwa kila siku ronini ni rupya. Leo binti yetu huyu Sifa, mimi baba mchungaji pale alisema kweli, nimefika mahali nikashinda mimi. Nikwambie na nikuhakikishie kwa dakika hizi nilizokaa hapa, nilivyoona ulivyotenda, umeshinda na Sifa ameshinda. Naweza nikasema Sifa ameshinda kwa sababu gani? Juzi nilikuwa msibani fulani sitataja hata niliyokuwa hapo, lakini ni kata za mbali. Kuna kijana mmoja alikufa kutoka Dar es Salaam na aliletwa kwa heshima zote, naye bahati nzuri, naye alikuwa na, na miaka kama ya Sifa, miaka ishirini na nane, alikuwa hajaoa, lakini waliambatana na watoto wanne, kwamba aliwazaa umuntu takatasi choka ina bana bana

Halafu yeye akujaliwa kuoa au kuolewa, aliyemuoa ni Yesu. Haleluya. Na amefunga ndoa na Yesu, leo ndio sherehe yake, amepandishwa. Tumsifu Yesu Kristo. Oh ye. Oh ye. <laughs> kwa nchi yao. Jambo la pili, maisha ya Sifa. Jambo la tatu, nini Sifa litaka kitokee? Je, Sifa leo amelala, hicho kitu kimelala, hicho kitu kinakufa. Sifa alitegemewa awe faraja kiasi gani kwa wazazi wake? Ndiyo. Kwa ndugu zake awe kimasomaso kwa namna gani kwa ndugu zake? Hicho kitu Sifa amelala hapa